Waziri wa Ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kuwa wanajeshi wa Israeli wataendelea kusalia katika eneo la ndani la Ukanda wa Gaza, Lebanon na Syria kwa muda usiojulikana. Al Jazeera imeripoti kuwa Israel Katz ambaye ni waziri wa ulinzi wa Israeli alitoa kauli hiyo ambayo huenda ikazidi kuvuruga mazungumzo ya kusitisha kwa mapigano na kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel na kundi la Hamas. Wakati huo huo, wizara ya afya eneo la Gaza imesema kuwa mashambulizi ya anga ya Israel katika eneo la Gaza usiku wa kuamkia leo Alhamisi Aprili 17 2025 yamewaua watu wengine 22, huku mamia wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, miongoni mwa waliouawa ni mtoto wa kike ambaye hakuwa ametimiza hata mwaka mmoja. Mama yake, aliyekuwa aliyekuwa amejeruhiwa, alimkumbatia binti yake aliyekuwa amevaa gauni la buluu lililo kuwa na damu kabla ya kuzikwa. na nuku, tofauti na zamani, jeshi la Israeli haliondoki katika maeneo ambayo yamesafirishwa na kutwaliwa, alisema waziri wa ulinzi Israel Katz kupitia taarifa. Jeshi la Israeli limechukua zaidi ya nusu ya Ukanda wa Gaza katika kampeni mpya ya kushinikiza wapiganaji wa, wa kundi la Hamas kuachilia mateka, baada ya Israeli kuvunja makubaliano usitishaji wa mapigano mwezi uliopita. Pia, Israeli imekataa kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Lebanon licha ya kusitishwa kwa mapigano na kundi la wanamgambo wa Hezbollah mwaka jana, na ilitwaa eneo la kusini mwa Siria baada ya waasi wa Hayat Tahrir al-Sham HTS kumpindua madarakani Rais Bashar al-Assad wa Syria mwezi Disemba 2024. Jeshi litabaki katika maeneo ya usalama kama kizuizi kati ya mataifa hayo ambayo ni adui wa Israeli na jamii za Kiyahudi, iwe ni hali ya muda ama ya kudumu, Gaza kama ilivyo Lebanon na Syria. Wapalestina na nchi jirani wanachukulia uwepo wa majeshi ya Israeli kama uvamizi wa kijeshi unaokiuka sheria za kimataifa. Kwa upande mwingine, Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema kuwa uwepo wa Israeli katika baadhi ya maeneo nchini Lebanon unazuia jeshi la Lebanon kujipanga kikamilifu kama inavyotakiwa na makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano. Katika hatua nyingine, Wizara ya Afya nchini Lebanon imesema kuwa mashambulizi mawili ya ndege zisizo na rubani ya Israeli kusini mwa Lebanon siku ya Jumatano yaliyowaua takribani watu wawili. Umoja wa Mataifa umesema kuwa mashambulizi hayo Israel ya Israel yamewaua raia zaidi ya sabini nchini Lebanon tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza Novemba mwaka jana. Wakati Israel ikiendeleza mashambulizi yake nchini Lebanon, Gaza na Siria, kundi la Hamas limesema kuwa halitowaachilia mateka waliobaki bila Israel kuondoa kabisa ama kuondoa vikosi vyake eneo la Gaza na kusitisha vita vya kudumu. nanuku Waliahidi kuwa mateka ndiyo kipaumbele, kwa vitendo Israeli imechagua kutoa ardhi kabla ya kuokoa mateka wao. Suluhisho moja lisilowezekana ni kuwaachilia mateka wote kwa mpango mmoja, hata kama italazimu kumaliza vita, imesema Hamas, mwisho wa kunukuu. Israeli nayo inasema lazima idhibiti maeneo ya usalama ili kuzuia shambulio jingine kama la Oktoba 7, 2023 ambapo maelfu ya wapiganaji wa Hamas walivamia kusini mwa Israeli kutoka Gaza na kuua takriban watu 1200 wengi wao ni raia huku likiwachukua mateka 251 mashambulizi ya israeli yamewaua zaidi wa ya wapalestina 51,000 kulingana na wizara ya afya eneo la gaza ambayo haijabainisha idadi ya raia dhidi ya wa wapiganaji waliouawa lakini inasema zaidi ya nusu ni wanawake na watoto ambapo israeli inadai kuwa imewaua wapiganaji elfu ishirini bila kutoa uthibitisho miongoni mwa walioathiriwa na mzozo huo ni familia ya Ahlam Seam, ambaye alikuwa amepanga kusherehekea kumbukizi ya mwaka wake wa kwanza baadaye mwezi huu, kisha kombora la Israel likapiga jengo lilomokuwa wamepiga hema juu ya paa. Baba yake na shati alisema familia iliweza kushtushwa na mlipuko usiku huo. Alipopanda paa, alimkuta mwanawe Mohamed akilia kwa uchungu. Namnukuu, nilimkuta akiwa hivi, alisema huku akimbeba wa mjukuu wake aliyefariki. Picha za Associated Press zilionyesha mama wa Ahumla Ahlam akiwa amejeruhiwa akimbembeleza binti yake kwa mara ya mwisho akiwa kitandani hospitalini. Israeli inadai inalenga tu wapiganaji wa kundi la Hamas, huku ikiwalaumu Hamasi kwa vifo vya raia kwa kuwa wanajeshi wake hujificha katika maeneo ya makazi. Babu huyo alisema hakuna wapiganaji waliokuwepo eneo hilo na hakukuwa na tamko lolote kutoka jeshi la Israel. Familia hiyo ilikuwa imekimbia kutoka mji wa Rafaa kusini na Khan Yunis baada ya Israeli kurejesha mashambulizi yake mwezi uliopita. Nanuku, popote tunapoenda kifo kinatufuata, hatuna pa kukimbilia, alisema babu huyo. Nermin Zogrob, shangazi wa Ahlam, alisema akiangalia picha za binti huyo katika simu yake, iwapo dunia haitashtuka leo, itaamka lini? Alihoji mwanamke huyo, kila siku mauaji, kila siku watoto wanakufa, alisema Nermin. Mwisho wa konoko. Mashambulizi ya anga ya Israel na operesheni za ardhini zimeacha maeneo makubwa ya Gaza yakiwa hayafai kwa makazi na karibu asilimia tisini ya wakazi milioni mbili wameyakimbia makazi yao, wengi wao ni zaidi ya mara moja. Mamia ya maelfu wamejazana kwenye kambi za muda zenye mazingira machafu, huku chakula kikipungua, wakati Israeli ikiendelea kuzuia misaada kuingia eneo la Gaza, na hii ikiwa ni wiki ya saba ya mzingiro. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya kibinadamu OCHA ilisema siku ya Jumatano kuwa wafanyakazi walioko Gaza wanaripoti ongezeko la utapia mlo kali kote katika ukanda wa Gaza. Maji pia yamekuwa haba, huku wapalestina wakisimama kwenye mistari wakibeba mitungi na madumu wakisubiria roli za maji ili kupata huduma hiyo. Omar Shahati ambaye ni naibu mkurugenzi wa mamlaka ya maji eneo la Gaza aliambia Associated Press kuwa kila mtu hupata kati ya lita sita hadi saba za maji ya kunywa kwa siku, akiita hali hiyo kuwa ni janga la maji Nanuku. Maji ni kitu cha kawaida kabisa, alisema Neville Adahul, mwanamke alikimbia makazi yake kutoka Betilahia. hatuombi anasa ye, ni haki yetu ya msingi alisema mwanamke huyo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kumaliza kabisa kundi la Hamas na kurejesha mateka 59 waliobaki Gaza, 24 wakiaminika kuwa bado wako hai. Jumatano kundi la wapiganaji la Islamic Jihadi lilitoa video za mateka Rom Blaslavski ilikuwa ni ishara ya kwanza ya maisha kutoka kwake, ingawa waliokuwa wameachiliwa awali walidai kumwona kuwa akiwa kifungoni. Katika video hiyo iliyorekodiwa na shinikizo Braslavski Bras, alisema amekuwa akifadhiliwa kwenye mazingira magumu na alimsihi Netanyahu asitishe vita na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza. Netanyahu pia amesema Israeli itatekeleza pendekezo la rais wa Marekani, Donald Trump, la kuwahamisha wakazi wengi wa Gaza kwenda mataifa mengine kupitia kile anachokiita uhamiaji wa hiari. Wapalestina wa mataifa ya Kiarabu wamekataa vikali pendekezo hilo ambalo wataalamu wa haki za binadamu wanasema kuwa linaweza kuvunja sheria za kimataifa. Wapalestina wa Gaza wanasema hawataki kuondoka na wanaogopa kurejea kwa mkasa wa mwaka 1948 wa kufukuzwa kwao wakati wa kuundwa kwa taifa hilo la Israel. Utawala wa Trump uliodai suluhisho la makubaliano ya kusitisha kwa mapigano umeunga mkono hatua ya Israeli kuvunja makubaliano hayo na kuzuia misaada kuingia eneo la Gaza. Mjumbe wa Trump eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff naye anajaribu kusukuma makubaliano mapya kusitishwa kwa mapigano ambayo kwa sasa yanaendelea kwa zaidi ya upande wa Israel, lakini juhudi hizo hazijaleta mafanikio hadi sasa. Netanyahu anaongoza serikali ya Israel yenye msimamo mkali zaidi wa kitaifa na kidini katika historia ya nchi hiyo, na washirika wake katika muungano wa kisiasa wametaka kurejeshwa kwa makazi ya Wayahudi ndani ya eneo la Gaza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.